Kristo tumaini letu, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, tumekusanyika asubuhi ya leo kwa ajili ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai, lakini pia kwa zawadi ya miito mitakatifu katika kanisa, na kipekee kwa ajili ya ndugu zetu hawa wanne ambao leo wanaweka nadhiri zao za milele nadhiri zao za daima nadhiri za kitawa. Tunasali pamoja nao, tumuombe tukimwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki katika nia yao hii njema, wakaweze kufurahia ya maisha yao ya kitawa. Tumesikia kutoka katika somo la kwanza. Somo hili linaonyesha namna ambavyo Mwenyezi Mungu anapotuita katika mazingira mbalimbali, anaitwa na Mungu naye anasema nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Mungu anatuita katika mito mbalimbali mbali. kuna miito mbalimbali katika Kanisa, wito wa maisha ya kitawa. Hivyo Mwenyezi Mungu amewaita wakasema nena Bwana, kwa kuwa ishi wako anasikia. Na alivyowaita, hakuwaacha peke yao. Aliwapa nguvu na neema ya kuishi wito huo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapotuita katika mito mbalimbali, anatujalia pia neema ya kuweza kuishi mapenzi yake, na tukijitahidi kuishi kadiri ya wito huo, Mwenyezi Mungu hutulinda na misukosuko mbalimbali ambayo tunaweza kukutana nayo katika maisha ambayo tumechagua. Tumechagua maisha ya utawa, wakionyesha nia yao na moyo wa kujitoa na kukusikiliza Mwenyezi Mungu, kama ambavyo Samueli alikwa akaitika akasikia sauti ya Mungu akatii. Hawa nao ndugu zetu wamekubali na leo hii wanaweka nadhiri zao za milele. Huu ni mfano wa maisha ya kitawa. Utawa unahitaji usikivu. Hawa ndugu zetu wamekubali kujitoa sadaka, kuwa wasikivu, kusikiliza sauti ya Mungu, na hivi waweze kuishi maisha ya upendo, maisha ya utii, maisha ya ufukara, maisha ya unyenyekevu, maisha ya uvumilivu. Utawa bila mambo haya, mtawa huyu atateseka sana. Mtawa ambaye hayuko tayari kujitoa sadaka kwa ajili ya uto wao mtawa ambaye si msikivu, mtawa ambaye si mtii, mtawa ambaye si mnyenyekevu, mtawa ambaye si mvumilivu, huyu maisha yake yanakuwa ni maisha ya taabu na maisha magumu. Hivyo ni lazima jifunze kuishi maisha haya. Mtawa asiye msikivu mara nyingi huwa mzigo kwa maisha yake mwenyewe. Ukikosa usikivu, ukikosa utii na unyenyekevu unakuwa mzigo kwenye maisha yako mwenyewe. Lakini huishi kuwa tu mzigo kwenye maisha yako mwenyewe, unakuwa mzigo pia hata kwa shirika lako mwenyewe. Hivyo ni wajibu wenu leo, ndugu zangu, mimi ambao mnaweka nadhiri zenu za milele kukumbuka hilo. Mmeitwa kuishi maisha, maisha ya utii kuishi maisha ya unyenyekevu maisha ya usikivu. Mtaweza kuishi vema, ndugu zangu, mnaweka nadhiri za daima leo. Nendeni mkaishi nadhiri zenu kwa furaha na upendo. Naenda kuanza maisha mapya, maisha ya utawa. Kaishini kwa furaha na upendo, mkinyenyekea na kuvumilia, lakini mkibebwa na kauli mbiu inayoitwa kwa kifupi tunaiita UBU, maana yake mkawe waaminifu, lakini mkafanye bidii kubwa na mkawe wavumilivu. Uaminifu katika nadhiri zenu, bidii katika kujenga maisha yenu na maisha ya shirika lenu na maisha ya kanisa pia, na uvumilivu katika kuyaishi mapenzi ya Mungu. Ndugu zangu, katika somo la pili tumesikia, somo hili linaelekeza namna ya kuishi hizo nadhiri zenu. Paulo anawaandikia Warumi eh? anawaandikia Warumi na anatuandikia sisi sote nini, ndugu zangu, ambao, na kipekee nini ndugu zangu ambao mnaweka nadhiri zenu za milele. Mwenyezi Mungu amewaita akawabariki na kuwa na nini, shirika likawapokea, na baada ya kuwapokea mkaanza malezi. Malezi hayakuwa rahisi, yalikuwa ni magumu Mlikuja na mapembe mlikuja na makucha marefu mlikuja na meno marefu mlikuja na ngozi ngumu. Walezi wakaanza kazi ya kukata mapembe hayo, ya kukata kucha hizo, e, kwa msaada wa Roho Mtakatifu leo mnakuwa katika hali hii, baada ya kupita kipindi cha miaka mingi mkilelewa, mkilelewa mkijifunza, walezi walihangaika na nini. E, mlikuwa kuna vitu ambavyo mlipaswa kufundishwa kuna vingine mling'ang'ania nadhani ndio sehemu ya maisha yenu. Walezi wakasema, hapana, hiki ni lazima ubadilishe, hiki ni lazima uache, hiki ni lazima ujifunze. Mkajifunza kwa bidii, safari haikuwa nyepesi ili kuishi nadhiri zenu. Paulo anatoa ujumbe hapa, anasema, itoeni kwanza miili yenu ikawe dhabihu nzuri, dhabihu safi, takatifu na ya kumpendeza Mungu. Hii ndiyo kusema maisha yenu yawe ni maisha ya kumpendeza Mungu maisha yenu yawe ni maisha ya kumpendeza Mungu, mkauishi na kutafuta utakatifu katika shughuli zenu, mkiongozwa na maisha ya sala. Mkiongozwa na maisha ya sala, mkajipambanue kuwa watawa. Mkajipambanue kuwa watawa katika dunia hii ambayo watawa wakati mwingine tunajificha, hatutaki kuonekana kama ni watawa. Mkajipambanue, kavaeni ishara za nje na za ndani zinazoonyesha kwamba ninyi ni watawa. Mtawa asione haya kuvaa habiti yake, kanzu yake, asione haya kuvaa msalaba wake, asione haya kuvaa rozari yake na kadhalika. Usiseme tu kuwa utawa uko moyoni, hapana, tunataka kumwona mtawa wa ndani na mtawa wa nje. Nendeni mkajifunze hili, nendeni mkaifundishe dunia kwamba Mwenyezi Mungu amewaita kwa sababu ya lengo lake kwenu na mkalitekeleze hili kwa furaha. Utawa upo hata katika sura yako, tukikutazama tumwone mtawa. Utawa upo hata katika nywele zako, hata katika mavazi yako, tukikutazama na kukutana na wewe tumwone mtawa. Nendeni mkavae ishara hizi za nje na za ndani, watu wajifunze kumjua Mungu kupitia maisha yenu ya upendo. Paulo anasema wala msifuate kanuni za dunia hii kwa sababu utaanguka vibaya sana. Upendo wa Mungu uwaongoze, na pendo hilo lisiwe la kinafiki. Ninyi watawa, moja kati ya magonjwa makubwa na sugu ya maisha ya utawa ni unafiki. Nendeni mkaishi maisha ya mazuri ya kumpendeza Mungu, yasiyo na unafiki. Upendo wa Mungu uwaongoze, na pendo hilo lisiwe la unafiki. Unafiki huharibu umoja na ushirika kati ya ndugu. Ninyi nendeni mkadumishe amani na upendo na ushirikiano, mkitanguliza huo ukarimu ambao mtakatifu Paulo anauzungumza. Kimbieni unafiki, ni mbaya, msiwe vinyonga. Leo unafanya hili kwa sababu fulani, kesho unafanya hili kwa sababu nyingine, bali ninyi pendaneni kwa pendo la kindugu. Paulo anasema, mkiheshimiana na kuhudumiana kwa upendo, mkawe wa karimu kwa ndugu zenu. Hili ndilo ambalo Mwenyezi Mungu amewaitia. Katika somo la Injili, Injili inazungumza sasa namna ya kumfuata Kristo bila masharti. Mwenyezi Mungu amewaita, mkasema tupo tayari, mkaanza malezi. Sasa leo mnapoweka nadhiri zenu za milele, mambo matatu ya msingi ambayo yanazungumzwa katika injili ya leo. Jambo la kwanza ni kujinyima. Utawa ni mtu ha wa maisha ya kujinyima mambo mengi ya duniani kwa ajili ya Kristo Yesu. Anasema wa mbweha wana mapango na ndege wana viota lakini mwana wa damu hana mahali pa kulaza kichwa chake. Mmechagua maisha ya ufukara. Sisi watawa hatuna kitu, tunaweka nadhiri ya ufukara leo hii. Ukishaweka nadhiri za daima kwa asiye jua, baada ya kuwa tumewathibitisha kwamba ninyi ni wanachama kamili wa shirika letu, kuna mtu mwingine anaweza kadhani, sasa ndio mwanzo wa kula maisha, tutaomba pesa, tutatumiwa, tutafanya bahati nzuri sana. Wazazi wenu wanalijua vile vizuri. Kwa hiyo hii ni ujumbe kwa ndugu zetu wengine. Maisha mimi uchagua ni maisha ya ufudana. <tutu> Hatu, <tutu> hatuna kitu, tunaamrishwa leo, tunatondokana tunikanzu zetu, tuna kabeki yetu, tunaweka mswaki na dawa ya mswaki. Tunaondoka hatubebi chochote, hatuna chochote cha kujivuna mbele ya Mungu. Kwa hiyo tuta, pamoja na mambo mengine, mtakuwa watii na lakini mtapewa utume mbalimbali katika shirika letu, muwe tayari katika utii huo, kwenda mahali popote Msibebe chochote wala kutamani kubeba chochote. Acheni, meacha yote kwa ajili ya Kristo na Kristo mwenyewe atawapa yale yote ambayo yatapungua katika maisha yenu. Jambo la pili, kipaumbele cha maisha yenu ni kutumiza mapenzi ya Mungu. Hicho ndicho kipaumbele chenu. Msije mkasema kama walivyosema katika hao watu waliosema katika Injili ya leo, acha nikamzike baba yangu, acha nikamsalimie fulani. Hapana, kipaumbele cha maisha yako kama mtawa ni kutimiza mapenzi ya Mungu. Basi, hicho ndio kipaumbele chako, na utamtapewa utume mbalimbali katika kanisa, katika shirika, mtatimiza huo ambao utakuwa kipaumbele cha maisha yenu. Kumfuata Kristo na kumtangaza ikawe ni jukumu lenu la kwanza na si vinginevyo. Jambo la tatu na la mwisho ni uamuzi thabiti, bila kulunga. Mmeamua kwa uthabiti kabisa, bila kulazimishwa, bila shuruti, mkasema tuko tayari kuweka nadhiri za daima. Ndugu zangu mmeshaamua sasa, jitilizenu msikilize Mwenyezi Mungu anasema nini katika maisha yenu. Msisua, baada ya nadhiri za daima tunawaona watu wengine tena, tunaanza kuuliza walezi, kwani yule aliyeweka nadhiri ndio huyu au? Msitupe surprise hiyo ya mwaka. Mmechagua maisha wenyewe, na bado hata mpaka sasa mna nafasi ya kusema hatuweki bado, kuna muda kama mtasema hata hapa, kabla ya kuweka nadhiri hapa, mkasema mimi nadhani, naomba niahirishe, bado una nafasi. Lakini ukishaweka nadhiri za daima, wewe ni wa kwetu, wewe ni wa kanisa la Mungu. Hivyo ndugu zangu, mjitoe kadiri Mwenyezi Mungu alivyowaita, na Mwenyezi Mungu wa aliyowaita hata waacha kama peke yao, atawalinda na kuongoza ili maisha yenu yakawe mwanga na chumvi ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.